Habari ambayo tumeisoma tunaona, ni habari ya kuokolewa au kuokoka kwa Kornelio. Sifa ya Kornelio, alikuwa ni jemedari wa kikosi cha Kiitalia, lakini alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na alikuwa mwombaji. Lakini Mungu akasema, akimtuma malaika kwa Kornelio, akasema sadaka zako, sala zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sadaka alizozitoa Kornelio, maombi aliyokuwa anayafanya Kornelio na kila kitu alichokuwa nakifanya kilikuwa kinampendeza sana Mungu, lakini Mungu aliona bado kuna haja ya huyu mtu kuambiwa jambo fulani muhimu sana alifanye ili aweze kutimilika katika uchaji wake. Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu amesema na Kornelio kwa namna ya kumtuma malaika wake. Lakini pia tunamshukuru Mungu amemtuma, eh, ametuma maono haya kwa Petro, na tunamuona Petro anapofika nyumbani kwa Kornelio tayari, na Kornelio alikuwa ameandaa watu wa nyumbani mwake na marafiki, ili waje wasikie kile ambacho Petro anakuja kukisema. Petro anauliza swali, mimi nimekuja kwa kuitika wito wenu, sasa niambieni kile mlichoniitia. Na ninyi mnajua kabisa ni watu wa mataifa, mimi ni Myahudi na haistahili mimi kuingia kwenye nyumba za watu wa mataifa, lakini kwa sababu nimeonywa na Mungu nisimwite mtu kuwa najisi, ndiyo maana nimekuja. Anaelezwa na Kornelio kwamba mimi nilipokuwa kwenye eh, maombi yangu niliona malaika amesimama mbele yangu na amenituma nikuite, akaniambia utaniambia maneno ambayo unapaswa kunieleza. Sasa wewe ndio tuambie, Mungu ana maneno gani juu yetu? Na sasa Petro akaanza kuwashuhudia kama unavyosoma mstari wa 34, Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo jema, kuna watu wengi wanamcha Mungu, wanafanya matendo mema, wanamheshimu Mungu, wanawajali hata watu wahitaji kama vile alivyokuwa anafanya Kornelio, lakini wamilele, kwa kweli, hatuwezi kuurithi uzima wa milele kwa sababu tumetoa sadaka kuwapa watu, hatuwezi kuurithi uzima wa milele kwa sababu tumeenda kwenye ibada. Tutaurithi uzima wa milele kwa sababu tumesikia habari za Yesu Kristo na tumemwamini. Na hiki ndicho kitu ambacho Mungu anamwambia Kornelio. Petro atakuja kukwambia kitu ambacho anapaswa kukifanya. Yaani Yesu Kristo yeye ni Bwana wa wote watakao muamini, lakini neno la Mungu linasema kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Na sasa, kwa nini Roho Mtakatifu anawashukia? Kama ambavyo tumeona, Petro alikuwa na mashaka kuingia kwenye nyumba ya watu wa mataifa, lakini kwa sababu alionywa lazima jambo lifanyike la tofauti hata kwa watu wa mataifa ili hawa Wayahudi waweze kuona jinsi ambavyo Mungu hana upendeleo. Na Petro anauliza, ikiwa hawa watu wameshukiwa na Roho vile vile kama sisi, kitu gani kinatuzuia tusiwabatize? Na wakabatizwa watu wote waliopokea nguvu ya Roho Mtakatifu kama vile ambavyo Mungu amedhihirisha imani iliyomo ndani ya hawa watu. Na sasa tunaweza kushuhudia jinsi ambavyo Mungu ametutuma hata sisi siku ya leo. Kuna watu wengi wana desturi tu ya kumcha Mungu. Kweli wanafanya vitu vizuri, wanatoa sadaka, wanaingia kwenye nyumba za ibada. Lakini kwa kweli bado hawajayatoa maisha yao kwa Yesu Kristo, yeye ambaye tunamwona Petro akishuhudia ya kwamba ni kwa njia yake Kristo tu kila atakayemwamini anahesabiwa haki. Si kwa kutoa sadaka tu, si kwa kwa kwenda kwenye ibada na kuabudu na, na, na, na kuwa mchaji wa Mungu. Lakini lazima kwanza uwe na Yesu katika maisha yako, ndipo unapata ondoleo la dhambi. Sadaka zako zinaweza zikawa ni ukumbusho mbele za Mungu, maombi yako yanaweza yakawa nafika mbele za Mungu, lakini hautaingia mbinguni kwa sababu ya sadaka, hautaingia mbinguni kwa sababu ya ibada. Utaingia mbinguni kwa sababu umeyatoa maisha yako kwanza kwa Yesu Kristo.